Pia na wabara huku ni pwani, pwani ya Kenya ambako yani yale mandhari mandhari ambayo ya yanafurahisha yanafurahisha moyo. Saa hapa nilipo ni ni pwani ya Kenya ama baharini ambako unaweza kuja ujivinjari, utoe stress zako, kama mtu amekuudhi, ama kama uko na mambo mengi, unaweza tu amua uje mahali hapa. Hapa pia kuna hotels tofauti tofauti. Pia kuna eh, Liko pale, unakuja unajivinjari na familia yako, marafiki zako, na pia pia unaweza kuja peke yako eh? Pia si lazima wetu uwe na mtu, unaweza kuja tu peke yako, useme hii ni holiday yangu leo, acha niende pwani, niende unapanda ndege yako pale kwa madaha, kwa starehe, unakuja kukaa bila matata.